Mahakama huko Wenzhou nchini China imewahukumu adhabu mbalimbali watu 39, wakiwemo kumi na moja adhabu ya kifo, kumi na moja kifungo cha maisha, na wengine wamehukumiwa kifungo cha miaka mitano hadi 24 na kufanya idadi yao kuwa watu 39 wa kundi linaloitwa Ming. Kundi hilo lililokuwa maarufu nchini Myanmar, limekutwa na hatia ya kuendesha vituo vya ulaghai nchini humo, kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari vya China. Kundi la Ming limegawanyika katika makundi manne madogo yaliyokuwa na ushawishi katika mji mdogo wa Laukai karibu na mpaka wa China, na kutumia mji huo kama kitovu cha kamari, dawa za kulevya na vituo vya ulaghai. Mahakama imebaini kuwa tangu mwaka elfu mbili na kumi na tano kundi la Ming na makundi mengine ya uhalifu yalihusika na ulaghai wa mawasiliano, kasino haramu, biashara ya dawa za kulevya na uhalifu wa ngono. Shughuli zao za kamari na ulaghai ziliweza kuwaingizia zaidi ya yuani bilioni kumi takribani dola bilioni moja nukta nne kwa mujibu wa taarifa ya mahakama. Mahakama hiyo pia imebaini kundi la MING pamoja na makundi mengine ya uhalifu kuhusika na vifo vya baadhi ya wafanyakazi wa vituo vya ulaghai, ikiwemo tukio moja la risasi lililolenga kuatisha baadhi ya wafanyakazi wasirudi nchini China.